Karibu katika himaya ya simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube, nenda YouTube andika himaya ya simulizi. Mateso ndani ya sanduku sehemu ya tano, ilipoishia Upande wa mama Amosi alipata taarifa kutoka kwa baba Anita, ambaye alilalamika sana mwanaye kualibiwa masomo na kijana Amosi, huku mlea mwanao vizuri, hii ni shida ya mtoto wa kiume kulelewa na mama. Baba Anita aliongea kwa kejeli, lakini mama Amosi alikuwa kimya kwa mawazo juu ya mwanaye. Alichukua begi la mwanaye na kurudi nalo nyumbani. Jioni ilikuwa imeshaingia wasiwasi kwa mama Amosi ulizidi Upweke nao ndio ulizidi kumchanganya endelea. Upande wa Amosi akuwa na jingine zaidi ya kulala msituni. Lakini Anita alinisisitiza sana kutumia kinga, ila nilipuuzia. Aya, sasa ndiyo matokeo yake. Amosi alijilaumu mwenyewe, sina kingine cha kufanya zaidi ya kukubaliana na matokeo. Hapo alipata wazo, inabidi niende kwa kaka anao uwezo wa kunisaidia maana pesa kwake siyo shida. Amosi alikumbuka utajiri wa kaka yake, licha ya kuwa anakuja kijijini na magari tofauti, lakini kwake apajui. Hii ni kwa sababu huwa anawambia yeye ni mtu wa kusafiri safiri, hivyo ni ngumu kwa yeye kuwa nyumbani. Wakati sahihi ukifika, atakuja kuwachukua. Hiyo ndiyo ilikuwa ahadi ya kaka yake ya kila siku. Nitampataje kaka na simu sina? Amosi alijipapasa mfuko na kutoka kiasi alichompa Anita kwa kuwa haraka ya mwanzo alipokea bila kuhesabu. Alipohesabu ilikuwa elfu hamsini. Japo aiwezi kunifikisha daa, ila itanisogeza kidogo. Hapo aliweka mfukoni vizuri, kisha akapasafisha vizuri na kuutafuta usingizi. Japo alikuwa msituni, ila akuwa na hofu hii ni kwa sababu msitu wa Sito hakuwa na wanyama wakali sababu ulikuwa unatumika sana kwa kilimo na kuwinda, hivyo wanyama wengi waliukimbia. Asubuhi ilifika, sauti za watu kwa mbali zilifanya Amosi aamke haraka. Kumekucha sasa, inabidi nianze safari. Amosi aliamka haraka na kuanza safari. Hii ilikuwa mbaya kwake kwa kuwa akujua anapoelekea, kilicho kilichojaa kichwani ni kumaliza msitu tu, hapo ndio anatajua aanzie wapi Ilichukua muda mrefu Amosi akatoka ndani ya msitu wa Sito. Akaanza kupishana na watu ambao wengi wali mshangaa alipotoka sababu akuwa na kitu chochote alichobeba. Hii iliwapa maswali waliokutana naye kutojua kama ni mkulima, mfugaji au mwindaji. Akuwa na jembe, panga wala silaha yoyote ya kiwindaji. Mbele kidogo alikuta kijiwe cha maboda-boda boda na mama ntilia hapo kidogo ilikuwa afadhali yake, kwa kuwa alikuwa na njaa alipata msosi, kisha akaelekea walipo boda boda. Vipi kaka? Amosi alimsalimia boda boda mmoja wa pale kijiweni. Safi, tunaenda? Yule boda aliuliza. Ndiyo, hivi hapa hadi Tanga mjini ni shingapi? Elfu kumi kaka. Kwa kuwa akuwa na chaguo, alipanda boda boda na safari ilianza. Ukweli njiani alikuwa mtu wa mawazo sana. Baada ya safari ilichukua muda alifika Tanga mjini ambapo kulichangamka sana kutokana na mishe mbalimbali mbali za pale. Alishuka huku akishangaa shanga sababu hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kufika. Wakati anashangaa shangaa alishikwa bega. Amosi, ilikuwa sauti kutoka nyuma yake. Itaendelea.